Mwanamke ni nani? Tunasherehekea hapa kila mwaka Tanzania, siku moja kusikia mtu akasimama akasema mwanamke ni nani. Sasa uwezi kusherehekea kitu ambacho ukifahamu, simeelewa. Jamani, msituangushe, mko wengi tena. Mwanamke ni nani? Mimi nitajaribu mimi nasema kwamba mwanamke ni nguzo ya familia. <laughs> <laughs> <Atabali>. <laughs> Mwanamke ni nguzo ya familia. Okay. <laughs> Sawa lakini bado haisemi yeye ni nani? Ehe, mwanamke ni nani? Walada center. Nguzo ya familia. Mwanamke ni msaidizi wa dunia. <laughs> Kwa sababu yani nitoe maelezo kidogo. Mungu alipomuumba mwanaume aliona yaani dunia haiwezi kukamilika bila mwanamke, akaona atulete sisi ambayo tunakuja kukamilisha. Am, yaani, mwanaume alikaa sana duniani, Mungu akaona kwamba ah, hawezi bila mwanamke, akaona atulete sisi, manake sisi ndio masupa women wenyewe ambao tunaweza kuongoza dunia vizuri. Wanaume hawawezi bila sisi ss sisi ni wanawake. Anawe ni mwanamke sindio? Mwanamke <laughs> yes. Mimi nadhani au ninafikiri okay. Mwanamke ni hitimisho au kamilisho la mwanaume, na ndio maana Mungu aliona mwanaume hajakamilika, akaamua kumleta mwanamke kumkamilisha. Kwa hiyo mwanamke ni kamilisho au hitimisho la mwanaume. Mpaka hapo nakukubalia, kisa umetuletea swali la pili. Kwa hiyo kama mwanamke ni hitimisho la mwanaume, mwanaume ni nani tena? Yaani hatujamaliza mwanamke, umeturudisha huko. Simeelewa? Eh? Kama mwanamke ni hitimisho la mwanaume, kwa hiyo mwanaume ni nani, ili tujue huyu mwanamke ni nani, si ndio eh? Maana hitimisho lazima liendane na inachokikamilisha si ndio, au si ndio? Uwezi eh, ukahitimisha kitu ambacho hakiendani. Kwa hiyo kama Suzi umetuletea tena mwanaume, kwa hiyo mwanaume ni nani, ili tujue huyu mwanamke anamkamilisha nani, si ndio? Haya, mwanamke ni nani, wadada center? Mwanamke ni kioo cha jamii. <laughs> <laughs> Yaani mimi siwakatarii yote mnaoyasema super women, eh, kioo cha jamii, nguzo ya familia, wengine eh, nini mesema wapambanaji, wewe oh, umesemaje? Viongozi, mwenye maombi, jinsia ya kike, mtu shami kazima eh, ni mtu. Mwanamke ni nani wadada senta Mwanamke ni mama. <tos> <tos> <Hey>. <tos> Okay, ngoja ngoja, kwa hiyo ambao sio mama sio wanawake? <coughs> <coughs> eh? ambao hawajabahatika uh, kupata watoto hao wana au sio mama. <coughs> <coughs> sio mama. Sasa sasa, mwanamke ni mama eh? au mama ni nani? Unazidi kutupoteza jamani, useme definition, sio maelezo. Kazi ya mwanamke, na kwanza sikuwa nimeelewa swali mwanamke ni mwanadamu wa jinsia ya kike, kwa maana inafaa yeye kuwa hivyo mwanamke. Okay, mwanamke ni mwanadamu. Okay, e, Shamima alisema ni mtu, mtu na mwanadamu ni eh, eh, neno sawa, mtu na mwanadamu ni neno moja eh. kwa hiyo mtu ni nani Binadamu? na mwanadamu mtu ah, ah. mwana mwana adam. Mwana mwana mwana adam mtu eh. Hilo well, you know, ni ni, ni, ni, ni, ni kitu kimoja ni kitu kimoja, sema tafsiri mbali, yani is a synonym, yeah. Okay, kwa hiyo let's say kuna mtu kapata ajali hapo nje, utasemaje? Kuna mwanadamu ame au kuna mtu ame, kwa Kiswahili fasaha utasema kuna mwanadamu amepata ajali, lakini ni mtu amepata ajali. Kwa hiyo tofauti ya mtu na mwanadamu ni, ni same name. Same name, different, I mean, it's the same word yenye maana mengi

Eh, nakubali sifa mmejipa sana leo, lakini bado amsemi ni nani eh? Mwanamke ni nani? <laughs> Vingine mmetaja sifa, mmetaja ingredients yani vigezo, lakini mwanamke ni nani aya? Ah, sasa mi naomba nibadilishe swali ili tupate jibu, si ndio? Okay, naomba ufikirie kichwani kwako sasa hivi, si ndio? dada taratibu hamjanijibu swali, alafu mnaongea haya, tumeshindwa kujua mwanamke ni nani, sindio? Sasa naomba tufikirie kazi gani au vitu gani ambavyo mwanamke anavifanya, halafu sitaki unitajie hivyo vitu, niambie asipokuwa mwanamke, dunia unafikiri ingekuwaje? meneo anachokisema ni ili reverse reverse ilo swali si ndio? Tunatafuta jibu bado kwamba dunia hii mpaka sasa hivi tulipo, si ndio? si ndio? Vitu ambavyo anavifanya mwanamke, kama asingekuwepo dunia ingekuwaje? <laughs> <mani, sinaunguza> <laughs> Ma, a, tunaenda kimoja baada ya kingine, msirushe kwa sababu mmeshinda kuniambia mwanamke ni nani, si ndio? Sasa ngoja tutafute jinsi nyingine ya kujua mwanamke ni ni nani. Twende. Wewe umesema nani wanadamu wake, tukisema mwanamke nani, nasema okay, bila mwanamke watoto wanaweza kuzaliwa eh, lakini mwanaume mwanamke anaweza kutengeneza mimba mwenyewe Eh? Umeona eh? Sasa nataka ufikirie kitu ambacho function ambayo yani mwanamke ambacho anakifanya ambacho yeye asinge kuwepo, leo tunazungumza kitu gani? Kwa sababu naona tunasherekea sana mwezi wa wanawake, lakini hatuwatambui wanawake na wanawake wenyewe wengi amjitambui nini ni nani. Sasa labda kwa vitu mnavyovifanya, mnaweza mkajaribu kujitambua sindio eh? maana nikisema nimeuliza hapa gari gari ni gani gari ni gari sio gari gari, eh? gari sio gari gari ni nini gari ni chombo <laughs> hata mic ni chombo hata we ni chombo, chombo. <laughs> <laughs> jamani so let's go nataka kila mtu kwamba afikirie kitu ambacho mwanamke anachokifanya kwao nikiamua leo se, sema Tanzania leo tutoe wanawake wote, mmenielewa? Labda hivyo ndo mtanielewa tena, wakati huu ndo wenyewe, maana rais wetu ni mwanamke. Haya, <laughs> tutoe wanawake wote Tanzania kwenye mila zetu, kwenye kacha, kila kitu, tungekuaje? Aya, A, tembeza mic nadaki, tuambiane tuongee kweli, meelewa? Ukimtoa mwanamke, fikiria kazi zote vitu vyote anavyofanya mwanamke vyote, si mmenielewa, jamani? Sasa this time eh yeah, so... yeah. Mmeelewa ujaelewa, naye ah naudia tena, tuliuliza mwanamke ni nani? Majibu kidogo yamekuwa tabu, si ndio? Maana nikiuliza gari ni gari ni nini, ukiniambia ni matairi, si ndio Sin. au kanambia ni vio au ni engine. <laughs> ni viti bado useme gari ni ndo mvyokuwa mnavitaja nyinyi hapo, na mimi nataka kujua gani maana yake mwanamke ni nani? Labda tukizunguka upande wa pili tunaweza tukapata idea. Kwa hivyo vitu gani ambavyo nyinyi mnavijua wanawake wamefanya, mama zenu, shangazi zenu, sijui bibi zenu, dada zenu, nafikiri ambavyo kabisa hivi vitu mwanamke asingekwepo ingekuwa ni shida. Njia nyingine ya kwanza kutambua si ndio? Nimeeleweka? Walikuwa? Walikuwa majikoni kivipi? Si wana anapika, mwanamke alikuwa ni kupika tu. Mimi nazungumzia huko mpaka sasa, wanawake wasinge kuwepo Fikiria ni sasa hivi hapa wanawake wote wamepotea, nahisi kutakua kuna imbalance. Ndo nataka tuzungumzie hicho kitu okay. So wanawake wakipotea sasa hivi kwenye uso wa dunia, Tanzania kutakuwa kuna nini? Chukueni mik. Ingetokea wanawake wangepotea, Mungu angeleta opsheni nyingine. Opsheni nyingine kivipi tena? Yaani, usifikirie wakiondoka kutatokea nini, kwamba wakiondoka vitu gani na vyenyewe vitapotea au vitaondoka au vitashindwa kufanyika, umeelewa? Yaani vitu gani ambavyo... sasa, msimsitupie maneno, fikiria, think, fikiria. Nyinyi wote ni wanawake, mmelelewa na wanawake, si ndio? Mna bibi, mna kitu gani ambacho anakifanya mwanamke? Tuzungumzie Tanzania, tusiende mbali hapa, ambacho leo mwanamke nikimtoa Tanzania vitu vitasimama. Maana tumezungumza mambo mengi lakini sure kama wenyewe mnafahamu. Yeah. Okay, labda mi nina jambo la kuchangia. Kama kungekuwa hakuna mwanamke katika jamii ya sasa kwa wakati huu Tanzania, nadhani Tanzania. Mm. Mambo mengi asingefanyika, kwanza pasingekuwa na baadhi ya mambo kama Uza, uzao yani pasinge kuwa na wazali wa watoto, pasinge kuwa na majukumu ya kawaida kama mapishi ya nyumbani. Of course wanaume wanapika, lakini kuna namna fulani kuhendo familia ile. Okay, with reference nyumbani, labda nimetoka mazingira ambayo wamama, wanawake, bibi zetu wana tabia ya kukusanya watu kwa gedha Uhum. Na wao ndo wanakuwa kama wanashauri au wanashawishi kumotivate wengine tukutani. Kwa hiyo hizo gathering za familia nahisi zisingekuwepo. Wanaume ni watu wana hata, wakati tupo shuleni unakuta, nakuta usiwe na tabia za kike, yani ile kukusanyika kusanyika, kuzungumza zungumza vitu, kukaa kwa pamoja. Yani mwanaume kila mtu anafanya kitu kivyake vyake, yani mwanaume anapenda kuwa independent peke yake Yu, lakini una maana wanawake wanaleta kama umoja umoja chikamani. Yani kama ku, kuleta u, yeah umoja. Okay, yeah, jamani, haya twende, tumeanza vizuri eh, hongera Caro, tumeanza vizuri ehe, umoja, usimamizi kama wanaume angekuwa yupo. Na actually mfano mzuri hapo ni tukirudi kisiasa, Bibi Titi kama mnaofuatilia mnamkumbuka, mshakumsikia eh, Bibi Titi alikuwa ni mmoja kubwa sana CCM. Kipindicho, CCM. ya kipindi hicho kabla hata ya CCM, lakini alikuwa ni mwanamke, ndo alisimamia sana uh, mwanzo mwanzo wakati wa, wa, wa, wa, wa, wa, huo tano inaanza naanza tuendelee, wadada center. Na mimi nadhani uh, wanawake leo Tanzania wakipotea, kitu cha kwanza ambacho kitatokea majumbani kwanza ni mlundikano wa manguo machafu. <laughs> chapili mavyombo, kwa sababu mwanaume atapika kwa sababu ana njaa, lakini kwenye kuosha vyombo atakuwa anaosha kile ambacho anataka kutumia, vingine vitaendelea kukaa hapo. Kwa hiyo mimi nadhani kwanza kutakuwa kuchafu everywhere. Atafua nguo ambayo anaona leo nahitaji kuvaa, mengine yote atabaki hapo kwao, itakuwa ni vurugu, ndo kitu unachokiona. Hey, kweli tulikuwa sawa kukuchagua wewe matron. <laughs> Kwa hiyo eh, ukilichukua jibu lake, anasema uchafu, mlundikano. Kwa hiyo kutakuwa kama na mpangilio, usafi hakuna, si ndio? Haya, mwingine twende, mwingine mwanamke mwingine, akitolewa nini, tutakosa nini, vitu gani vitapotea? Wadada center ah, pia mimi naona kwamba ikatokea wanawake wakaondoka, wanaume watachoka sana, kwa sababu wanaume nao wanapokuwepo wana nguvu. Unamwona amependeza, anakuwa anapendeza kwa sababu kuna mwanamke yuko nyumbani eh?